Moja kati ya vitu ambavyo wa, watu watashuhudia kwa mbunge wa design yangu, ni mbunge ambaye ni tofauti kidogo. Ni tofauti kwa sababu nitakuwa mbunge wa modo ambayo watu hawajawahi kuona. Watu wengi wanaamini mbunge anabadilika, anakuwa boss, lakini kwangu mimi itakuwa tofauti kidogo, kwa sababu mimi naamini watu nawaongoza wanataka niweje. Kwa hiyo, nikiwa bungeni nitakuwa kama boss lakini napokuwa mtaani nitarudi katika maisha yangu yale, ambayo yalisababisha watu wakanipigia kura. That enough comment. <mikipi> zinatakiwa ziwe nyingi, kwa sababu mimi si mtu maarufu. Watu wengi wanapiga selfie bungeni, wengi sana. Ukitaka niangalie, ukigugo watu wanaopiga selfie bungeni, zinafika picha elfu nne lakini ya kwangu inaleta taaruki, kwa sababu mi najipigaga selfie miaka yote hadi kujipiga selfie bungeni. Uh, kwambie kitu kimoja, bunge lina taratibu zake ambazo zipo, mimi siwezi kuvunja taratibu za bunge. Kwa ukiona kitu chochote nakifanya ujue hakijavunja taratibu za bunge, lakini bunge lina heshima yake, kwa tutaendelea kuipa heshima ya bunge, tutaenda kuipa hadhi ya bunge ili watu wengine wasije wakaona kama bungeni ni sehemu ya kawaida sana. Lakini hii ni sehemu ambayo waheshimiwa wako ndani kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wao is... Leo ni siku ambayo tumempata spika mpya e, Mheshimiwa Zungu na kupitia, kupitia uspika wake mimi kama mbunge kwanza nampongeza, lakini pia nina imani kubwa sana na yeye, kwa sababu alikuwa ni naibu spika, amekuwa ni kiongozi kwenye nyanja mbalimbali. Sasa nina imani naye na naamini na, na, na, kwamba tutavuka pamoja naye vizuri, na kama jinsi ambavyo amesema yeye mle ndani ni kwamba tunakwenda kushirikiana pamoja, wabunge pamoja na spika na jopo zima, tunakwenda kushirikiana kuhakikisha kwamba masuala ya nchi yanaenda ya ya vizuri, yes. Okay, sawa, so, pengine utuambie uh, mchakato wa uchaguzi kwa ujumla kwa upande wako uliuonaje? ulikuwa na haki, vitu kama hivyo, na vile viti ambavyo mmevipata mmestahili, au kuna namna nyingine ambayo ilikuwa okay? Kwanza nitajibia kwa upande wangu wa jimbo la Segerea, yeah. na nitajibia uh, kiti ambacho nilikuwa na kigombea. Leo nimeapa kama mbunge wa jimbo la Segerea, hmm. Sasa ukiniuliza kwamba uchaguzi ulikwendaje Sizani kama unategemea niseme ulikwenda vibaya, kwa sababu nimepambana, nimeshinda. Wananchi wa jimbo asili wali, walinichagua kwa kura nyingi sana, laki mbili na hamsini na sita, na nimetangazwa kwa hizo kura. Kwa hiyo uchaguzi ulikwenda uli, uli, ulikwenda ulikwenda vizuri, lakini kila jambo linakuwa na mapungufu yake. Yapo mapungufu ambayo yameonekana kwenye swala so zima la, la, la, la uchaguzi. Sasa sizani kama hilo ni wakati wake kuliongelea. Kwa sababu umeniuliza, sio lazima la mimi niliona namna gani uchaguzi. Kama mimi mgombea wa ubunge, ndo hivyo ndo maana niko hapa sasa. Nimeshinda, nimetangazwa, ni mbunge wa jimbo la Segerea. Kwanza nilikuwa ni mbunge wa viti maalum kupitia Chadema, tulikuwa ni wachache, tulikuwa tunaitwa eh, kundi la wachache wa, wa bungeni, lakini ninyi ni mashahidi waandishi kwamba tumederiva tume, tume vizuri sana pamoja na kwamba hatukuwa na kambi rasmi ya upinzani, lakini hoja zetu nyingi zimesikika. Mimi mfano kama mimi nilivyokuwa niko mbunge wa viti maalum, ziko hoja zangu nyingi sana zenye tija kabisa kwa ajili ya taifa zimesikika na baadhi zimefanyiwa kazi. Sasa tunaingia sasa, ni yale yale kama ya Bunge la kumi na mbili, si ndio? tuko wachache. Mimi bado naamini kwamba katika maswala mazima ya mabadiliko mageuzi au kusimamia jambo, inawezekana usihitaji wingi mkubwa sana, kwa sababu ninyi mnaona, wakati mwingine wingi wala sio sio majibu ya mambo kufanyika kwa, kwa, kwa ubora wake. Kwa hiyo mimi naamini katika uchache wetu tunakwenda ku, ku, tunakwenda ku, kupeleka tofauti kubwa sana yenye tija ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfano mimi binafsi kama mbunge wa jimbo la Segerea, wananchi wangu wananitegemea sana nipeleke tija, kwa maana wanahitaji maendeleo, wanahitaji sauti yangu isikike mle, mle, mle bungeni, that's what they need. Kwa hiyo nitakwenda ku, ku, nitakwenda kuwapatia hicho kitu ambacho wanakitaji, lakini kwa maana ya uchachi hiyo uliosema mambo ya kambi rasmi na ni bungeni. Is, is, is an issue, yes, lakini napotokea kwamba haipo kama kama sasa, haimaanishi kwamba kuna mambo ambayo hayataenda. Yataenda kama jinsi ambavyo wameona bunge la kumi na mbili, na ndio maana hata wananchi wameweza kutuamini kwa mbunge wa viti maalum, lakini walivyoona ile tija yangu ya bunge la kumi na mbili wamenichagua. Sasa nimekuwa mbunge wa majimbo la Segerea. Limechakaa sana, yani limesaulika kwa muda mrefu sana. Tuna shida ya miundombinu jimbo la Segerea kata zote 13291 haipitiki. Kwa hiyo nakwenda kuanza na swala zima la miundombinu. Hatuna maji safi na salama. Ninyi mnafahamu sera ya serikali inasema kwamba um, inakwenda kumtua mwanamke ndoo kichwani. Kwenye jimbo la Segerea akina mama hawajatuliwa hawaja ndoo kichwani, na ni kwa sababu ya aina pia ya leadership iliyokuwepo huko nyuma. Kwa hiyo mimi cha kwanza nakwenda kuhakikisha kwamba wananchi wangu wa jimbo la Segerea wanapata maji safi na salama, kwa maana ile dhana nzima ile sera ya serikali inasema kwamba mwanamke wa Kitanzania wamemtoa ndoo kichwani kwangu, kwenye jimbo langu la Segerea, na nakwenda kuipa kipaumbele kwa kuhakikisha akina mama wanapata maji safi na salama, hawaendi tena mbali kukinga maji, badala yake wakakae majumbani kwa ajili ya kulea na kutengeneza familia zenye ustawi. Lakini lingine ni uchumi. Jimbo la Segerea wako nyuma sana kwenye swala zima la uchumi, hawajapata ile fursa ya mikopo ya asilimia kumi ambayo inatokana na kodi zao na za kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo nakwenda kuwainua kiuchumi akinamama, vijana na wenye ulemavu wa kwa kuhakikisha wanapata ile mikopo ya asilimia kumi ambayo haina riba kabisa. Lakini sambamba na hilo ni masuala ya afya, masuala ya elimu. Kama mlikuwa mnanisikiliza kwenye jimbo langu la Segerea, kuna kelele nyingi sana za wazazi kutozwa michango ya mara kwa mara mashuleni, wakati sera inasema kwamba elimu kuanzia darasa la kwanza mpaka form four ni bure, lakini michango jimbo la Segerea imekuwa ni mingi. Naenda kuipa kiupa mbele nikiwa natambua wananchi wangu wa jimbo la Segerea ni, ni, watu wa kipato cha chini na cha kati, hawana uwezo wa kutoa kuchanga ile michango ya kila ya kila siku kwa maana nyingine tu, tu, tu, to make the story short, miundo mbinu maji safi na salama, afya na elimu na uchumi kwa wananchi wangu wa jimbo la Segerea na kwenda kuvipa kipaumbele ndani ya bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.